Hujambo na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 siku ya leo. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Nyasa, Tanganyika na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Victoria na maeneo yote ya Bahari ya Hindi. Kwa wastani, hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Wakati hali ya mvua inatarajiwa kuendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali hapa nchini, hususan katika maeneo yote ya mwambao wa pwani, na hii hali inatokana na kuendelea kuwepo kwa mgandamizo mdogo wa hewa, pia hali ya unyevu nyevu wa kutosha katika maeneo hayo, hivyo basi mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi fupi vya mvua kubwa katika maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam kwa pwani. Na hivyo wakazi wa maeneo hayo ni vema kuchukua hatua stahiki. Wakati usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa katika maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam kwa pwani, Lindi, Mtwara na maeneo ya Morogoro kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Maeneo kanda ya ziwa Victoria kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo katika sehemu chache, wakati ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro kutakuwa na hali ya mvua, ilhal maeneo mengine ya nchi yanatajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa usiku wa leo. Wakati siku ya kesho tunatajia kuwa katika maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam slam kwa pwani, Lindi, Mtwara, Morogoro kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Maeneo ya Kigoma Tabora, Katavi, Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu, Mara, Arusha, Manyara, Kilimanjaro kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua. Wakati Singida, Dodoma, na ale maeneo ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Iringa, Njombe na Ruvuma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika sehemu chache. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania na kusi, endelea kusikiliza na kufuatilia taarifa za hali ya hewa zinazotolewa kila siku. Mimi naitwa Tunza Sanane. Asante na